Hili ni jukwaa la ukweli wa mambo nyuma ya pazia, tukiangazia kauli za hivi karibuni za rais Donald Trump wa Marekani dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Irani, pamoja na majibu ya kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akithibitisha uimara wa dola ya Irani kidiplomasia, kijeshi na utayari katika kukabiliana na vitisho vya Magharibi. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amepinga pendekezo la kufanya mazungumzo mapya na rais wa Marekani Donald Trump na kukanusha madai ya kiongozi huyo kuwa mashambulizi ya Marekani yameharibu ujenzi wa miundombinu ya nyuklia ya Irani. Akizungumza kupitia vyombo vya habari vya serikali ya Irani, Khamenei amesema kuwa pendekezo la Trump la kurejea kwenye meza ya mazungumzo halina ukweli wowote, hasa baada ya Marekani na Israel kufanya mashambulizi ya anga yaliyolenga vituo vya nyuklia nchini humo. Akizungumza katika bunge la Knesset nchini Israel, Rais Donald Trumpu alisema kuwa mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran yaliharibu kabisa mpango wa nyuklia wa Teheran. Trumpu alieleza kwamba jeshi la Marekani lilirusha mabomu kumi na nne kwenye vituo muhimu vya nyuklia vya Iran na kuviharibu kabisa, akithibitisha kwamba operesheni hizo zilisababisha uharibifu mkubwa wa kimfumo. Trump pia aliongeza kuwa hatua hizo zilifanya Iran isizidi kuwa jabali la kutisha la Mashariki ya Kati, akibainisha kuwa Marekani ililenga kudhibiti uwezo wa Iran wa silaha za nyuklia, kuzuia kuenea kwa nguvu za kikanda zisizodhibitiwa. Kwa lugha nyingine, hotuba ya Trump katika bunge la Israel inaonekana kama kauli ya ushindi wa kijeshi na onyo kwa Irani, huku ikionyesha kuwa Marekani itachukua hatua kali zaidi kupinga programu yoyote ya nyuklia isiyokubalika kisheria. kwa matamshi ya kiongozi wa Iran Ayatollah Khamenei ameashiria kuwa Irani haitayumbishwa na shinikizo la Marekani wala propaganda za kijeshi, akisisitiza kuwa taifa hilo litaendelea kulinda haki yake a ya kujitegemea katika teknolojia ya nyuklia kwa misingi ya amani na heshima ya kitaifa. Mataifa ya Magharibi yameendelea kuishutumu Irani kwa kile yanachodai ni juhudi za siri za kutengeneza bomu la nyuklia kupitia mpango wa urutubishaji wa madini ya uranium. Hata hivyo, Teherani imekanusha mara kwa mara madai hayo, ikisisitiza kuwa mradi wake wa nyuklia ni wa kiraia pekee unaolenga uzalishaji wa nishati na maendeleo ya kisayansi na siyo silaha. Katika mazingira haya yenye hofu na taharuki, mataifa mengine yanajikuta katikati ya mvutano wa masuala ya nishati, usalama wa kimataifa na siasa za Mashariki ya Kati. Wakati baadhi ya nchi za Ulaya zikisukuma mazungumzo mapya, diplomasia inabaki dhaifu kadiri lugha ya kijeli na kiburi zinavyoendelea kutawala. Ukweli wa mambo nyuma pazia ni kuwa mgogoro huu hauhusu mabomu au urani pekee, bali ni vita vya sauti, vitisho, majibizano, heshima na uthubutu. Dunia bado inatazama huku, viongozi wawili wakibadilishana misimamo mikali, kila mmoja akiamini yuko upande sahihi wa historia. Lakini zaidi ya yote, ulimwengu unahitaji amani kuliko ushindi mazungumzo kuliko makombora na busara kuliko majivuno. Maamuzi yafanya leo huzaa taswira ya dunia ya kesho. Ni jukwaa la ukweli wa mambo juma pazia. Hadi wakati mwingine, asante kufuatilia na kwaheri kwa sasa.